Leo bwana, nipo katika mti huu wa mziwaziwa. Mti huu wa mziwaziwa ni miongoni mwa mti mjarabu sana. Mti huu wa mziwaziwa ni miongoni mwa mti unaofanya kazi nyingi sana, na ni miongoni mwa mti unaotibu maradhi mengi sana, mangine ambayo hata siwezi kuyajua, lakini ukiutumia mti huu utakusaidia sana. Sasa leo nitaka kupata ufaida miongoni mwa maradhi machache ambayo unaweza ukatibiwa na mti huu wa mziwaziwa. Kwanza, mti huu wa mziwaziwa ni miongoni mwa kutibu tatizo la gesi tumboni ama yuriki asidi, pia ni miongoni unatibu matatizo ya vidonda vya tumbo e, mti huu nini, mti huu wa mziwaziwa, pia mti huu pia unatibia paka kansa, pia paka pesha ya kupanda na kushuka matumizi yake katika vidonda vya tumbo, kuna matumizi ya aina mbili kutibu vidonda vya tumbo na kutibu ili gesi inayokusumbua katika mwili wako. Tumizi la kwanza, unaweza ukachemsha mti huu ukayapata mengi kidogo, ukachemsha mti huu na maziwa fresh, um, ukatumia wakatumia kunywa kikombe asubuhi, kikombe jioni, ndani ya siku saba. Eh, basi ndugu yangu, hiyo itakusaidia kwenye kubalansi sukari, itakusaidia kwenye kutibu gesi yako, itakusaidia pia katika mambo ya kansa yoyote. Pia mti huu unavyouona unaweza ukautumia katika swala la nini, katika swala la lingine ukachukua mitii mingi ukaikausha. Ukishaikausha ukaitwangatwanga ukaitwangatwanga, tayari miti hii e, ukachukua asali ile mbichi nzuri, hakikisha asali mbichi, ukachanganya ukatumia kulamba asubuhi na jioni. Basi ndugu yangu, utakuwa unenda kuondoa tatizo hilo la gesi mwilini na kuponyesha vidonda vya tumbo na kuponyesha pia fangasi sugu za ulimi. Lakini onyo, tambua, dawa inayokutibu wewe usiende kuichuma wewe, dawa inayokutibu wewe usiende kuichuma wewe. Nenda na mtu akuchumie akuandalie yule. Eh, mtu umpe ata sadaka yoyote akutengenezee dawa mti shamba, hapo ndo utapona utakuwa vizuri. Eh, kwa sababu uzezi kujua wewe umefungwa nini Unataka hmm, kushika dawa, nenda na mtu akutumie, akutengezee, akupe. Wewe kazi yako ya kutumia tu. Bora hata umwelekeze, ndugu yangu, nataka mtu fulani mtengenezee hivi na hivi na hivi, umpe hiyo. Ndio usiri mojawapo. Loo na wapo, asanteni.